imezungumziwa na watu wengi kuanzia mwenyewe Allah Subhanahu wa Ta'ala alivyotaja suala la elimu. Elimu tukisema elimu kwa maana pana kubwa sana, na Allah Subhanahu wa Ta'ala ametangulia kutaja kwamba kamuumba mwanadamu ili awe ni mtawala mwenye kuimarisha ulimwengu na nyenzo kubwa aliyompatia ya kuongoza ulimwengu huu ni elimu, na akamnyanyua daraja kubwa mbele ya viumbe vyake watukufu malaika wa kumpa elimu, waallama adama alasmaa kullaha, kwa mwanadamu wa mwanzo alipewa elimu hiyo, na ikawa ni hadhi kubwa sana ya kuweza kumuonesha Allah subhanahu wa ta'ala utukufu wake wa kiumbe huyu baada ya kumuumba. Na binadamu anaumbwa bila shaka akiwa hana kitu, hana elimu, ni dhaifu. Kwa maana hiyo hana elimu yoyote, na Allah subhanahu wa ta'ala anamwezesha kusoma E, yaktasib l ilm shay'an fa shay'an, ni kitu ambacho anaweza kukichuma katika steji tofauti kulingana na umri wake. Binadamu tukiangalia katika viumbe hai, basi anachukua umri mrefu zaidi kuliko viumbe wengi au vingi, wengi, anaweza kuchukua mpaka miaka kumi na tano au zaidi ya hapo kufikia umri ambao sasa hivi ni umri wa baligh. Tofauti na viumbe wengine wanaumbwa katika mwaka mmoja miwili, tayari ameshakuwa ni kiumbe baligh. Sasa binadamu katika umri huu wa udogo eh, unaitwa ni umri eh, under age, kwamba hapa hajawani wakubeba jukumu. Ni umri wa kutayarishwa, kuelimishwa na kusoma kwa elimu. Ni kitu adhimu adhimu, kwa maana ya kwamba bila ya kuwa na elimu binadamu hawezi kuelekea kuwa ni kiume chenye manufaa kama inavyotarajiwa. Anashuka hadhi, anashuka daraja, na kama ndivyosema, itakuwa ni kiwiliwili. Hapa hatujasema kwamba mtu aliyekuwa hana elimu tena tuna hatumjali , lakini nasema daraja yake ni kwa mujibu atakavyopata elimu. Kwa hivyo yeyote ambaye anataraji kuwa apate daraja, awe na hadhi, basi ni kwa njia hii ya elimu, na ndio ikawa ni moja katika faridha katika faradh. E, anatakiwa mwanadamu kwa upande wa muislamu, e, awe ni mwenye kutafuta elimu talabul ilm faridatun ala kulli muslimin wa muslima, iwe moja katika malengo yake ya kuishi ni kuishi kwa kutafuta elimu. Na elimu hile anaweza akasoma umri wote, basi atakachopata ni kidogo atakachokijua kutokana na ukubwa wa elimu, na elimu ambayo kila siku tunaona e, upeo mkubwa zaidi kwa yale ambayo yalikuwa yanajulikana mwanzo. Elimu nyingi nyingi, kizungumzia elimu inakuwa, kuna elimu maalum, elimu ya ibada, elimu ya dini, lakini elimu ya nyanja mbalimbali mbali ambazo mwanadamu anapaswa kuzijua ili aweze kuishi. Malengo ya kutafuta elimu bila shaka ni kwa ajili ya kumfanya huyu mwanadamu aishi kwa kujiendesha, aishi kwa kuongoza ulimwengu na iwe ni manufaa. Umesema hata ni moja katika kitu ambacho cha kuwekeza katika ulimwengu huu mwanadamu ni pale anapoondoka, anatakiwa aache elimu yenye manufaa, ni mtaji wake ambao baada ya kuondoka hapa ulimwenguni, basi ni kwamba kwa njia moja wapo ni kuweka elimu idha mata bnu adam inkataa amaluhu illa min thalath. E, ilmun nafi yuntafau bih waladun salih yadu lahu au sadakatun jaria. Kwa hivyo ni kuwekeza katika mfumo wa mali itakayo endesha e, mambo ya kheri, au yameacha kizazi ambacho kitabakia kuendeleza urithi ule wa elimu na kumwombea yeye kule aliko kwa kumfaa katika mizani yake, kiba yake inaendelea hiyo. Ni kizazi iwe ni vilevile elimu vile yenyewe kwamba amesomesha ameelimisha, na tukaona kwamba mpaka leo sisi tumechukua kutoka kwa wazee, tulichopata kwa walimu wetu waliotangulia, Allah warehemu na wao, kupitia mpaka mwanzo kabisa huko Allah subhanahu wa ta'ala alivyoanza kuelimisha mwanadamu lakini kupitia mitume wake. E, kwa hivyo elimu itabakia, kwamba aliyekikosa kwa kweli amekosa hadhi, amekosa kitu kikubwa thamini sana, halingani. Mwenyezi Mungu akasema, la yastawi alladhina alabun walladhina la yaalamun, hawezi kuwa sawa, hawalingani, eh, kwamba huyu ana elimu na huyu asiwe na elimu kila mmoja atakuwa na ma, manzila yake. Elimu itabaki kuwa daima inapambana na ujinga. Kwa hivyo, ujinga tumesema ni moja katika adui wa mwanadamu, anajulikana ni adui mmoja katika maadui mwanadamu, kwamba kukosekana kwa elimu katika jamii na katika mtu mmoja mmoja, ili kuiongoza jamii, basi ipatikane elimu. Jamii ambayo imeelimika basi itajua nini la kufanya la maslah. Tukimsoma mwanadamu katika ulimwengu huu, anasoma mwanadamu kwa namna mbalimbali mbali. Elimu inamjenga kuwa ni mtu mwenye tabia, na pasina kujua hili ni zuri hili ni baya, mwanadamu itakuwa hachagui la kufanya bali mwanadamu mwenyewe kukusekana elimu ambayo itakuwa ni elimu yenye manufaa binadamu mwenyewe atakuwa ni kitu bidhaa, bidhaa ya kuuzwa na kununuliwa, bidhaa ambayo ya kudharauliwa, bidhaa ambayo haina thamani yote, yeye mwanadamu mwenyewe. Kwa hivyo ataishi katika hali duni kabisa, na tukasema katika elimu zimetangulizwa elimu za zi kumjenga mwanadamu kitabia. Man arada Allahu bihi khairan faqqihahu fid din, yule ambaye Allah Subhanahu wa Ta'ala anamtakia kheri. Hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam inasema eh, kwa mapokezi lokua kwamba Mwenyezi Mungu anamtakia kheri, basi kiumbe yule mwanadamu yule, imekuja kwa jumla tu mm? lakini hapa imehusisha faqihuhu fid dini, atamwelimisha Elimu ya dini, elimu ya dini ninaanza na kumjua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kumjua Allah eh, binadamu aliyokuwa hamjui Allah hamtambui Allah Subhanahu wa Ta'ala anaanza kumkana Allah Subhanahu wa Ta'ala eh, anajiona kwamba yeye binadamu hajui atokapo, wala hajui endapo katika ulimwengu huu Anabaki kuhangaika na naamini vitu vingine ambavyo hata hivyo havina ushahidi wowote wa kisayansi. Iliyobaki ni kumkana Allah subhanahu wa ta'ala, kusema mwanadamu amezuka mwenyewe au ulimwengu wote huu umekuja wenyewe. Nani atakubali kwa logic mantik, eh, na kwa zile kanuni zote za kisayansi kitu kitokee tu wenyewe, kijiumbe kijitengeneze, halafu kibakie na kiwa kitu kile kinajiendesha bila kuwa na nguvu, nguvu hiyo kubwa yenye elimu, kwa sababu inaendana na zile tunazozisoma, zile kanuni za kisayansi mbali mbalimbali binadamu alizozivumbua. Hata hizo binadamu hakuzijua mpaka amezivumbua. Kwa hiyo zilikuwepo na kutangulia kuwepo, maana yake aliyezileta alikuwa ana elimu nazo, jinsi ya ulimwengu uliopo, eh masayari na ma system makubwa makubwa na galaxies, yaani manyota ma milioni, eh ambayo yapo katika ulimwengu huu binadamu bado anashindwa kujua hata huu ulimwengu alafu anatokea mwanadamu na huyu kumkana Allah subhanahu wa ta'ala, eh, na kujiona kwamba yeye kaumbwa basi kwa mchanganyiko tu, ule mchanganyiko wa nini, hii na hii imekuja imeungana tembe. Haya, unaseli mekuja, na seli imekuja akaa mwanadamu, imetokea wapi? Anajua ilivyoumbwa na anajua kitu kile kilivyokuja kile kikachukua zile zote sifa zake characteristics zake za maumbile zote, ile catalog ya mwanadamu ambayo ni mabilioni, catalog ya mwanadamu sijui na kisio kufikia bilioni nne au zaidi, ambayo yeye mwanadamu yule ameumbwa nayo. Utaona huyu fulani karithi Eh, kutoka kwa baba na mama changanyiko ule tembe hai halafu eh, akaumbwa, ile imechukua yeye kujulikana kwamba huyu atakuwa na urefu gani, naye anajua atakuwa na eh, eh, rangi gani, atakuwa na macho ya aina gani, nywele za aina gani, urefu, damu itakuwa damu ya aina gani damu yenyewe na, na vipimo vyake na idadi yake, viungo katika mwili vilivyoumbwa kwa uwiano kwa kila mmoja na chingine kinavyofanya kazi. Angalia viungo vyote vilivyo katika mwili, mapigo eh, ya moyo yanavyozunguka hivyo tu. Ukisoma hapo utamjua kwamba Mungu Allah subhanahu wataala ni alimu mwenye elimu, na lazima pawe

na sifa yake ya wenye upole wenye ujuzi wa kila aina, vitu vilivyokuwa very accurate, Latif, kila kilichokuwa kikubwa na kidogo. Mkhabiri mwenye kujua hasa vya undani mm. Halafu akasema ladhi jala lakum alardha dhalula famshu fi manakibiha, kaifanya ardhi muweze kama niai ni dhalili kwa mwanadamu aweze kuitembea katika anga, katika bahari, katika nchi kavu, mwanadamu amefikia yote. famshu fi manakibiha, nendeni. Allah nasema nendeni, muone katika pembe zote za ulimwengu huu. wakulu min rizqi, kuleni katika riziki zake Allah subhanahu wa Ta'ala alizo alizo ziandaa alizoziweka. wa ilaihi nushur, na kwake yeye ndiyo marejeo kwa hivyo yote hayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka, na katika zama fulani, na katika mwanadamu kamwambia moja katika e, nyenzo muhimu ni umri, ni maisha yake, yale anayoishi uhai wake. Je, atayatumia vipi? Kwa hivyo atakwenda kuulizwa neema hii kaitumia vipi, ya kuichuma kuichumia kheri. Kwa hivyo, baadaye, kwa hivyo baadaye anauliza swala kwamba amesoma, amesoma kweli, lakini swala la kusoma kama ivyosema linaambatana na kusoma lakini na kusoma, lakini, kuitumilia elimu ile, kusoma kwa malengo, kusoma na kujua. Leo katika moja ya changamoto kubwa ambazo zinazungumzwa ni kwamba vijana kusoma, eh, vijana imekuwa ni kazi kubwa sana, ile kuwa na hamu ya kusoma, ile jambo la kutizama kwa namna nzuri sana kwamba vipi tutaweza kuwasomesha vijana. Tumejua maana elimu, tumejua utukufu wake, tumejua kwamba ulimwengu wote unaongozwa na elimu. Maendeleo yote, ustaarabu wote mwanadamu unatokana na elimu, lakini kwa nini hasa kwa upande waliokuwa ni Mwislamu nasema akawa bado anatafuta elimu lakini ameshindwa. Kuna changamoto gani? Hili ni suala la kujiuliza kwa wa, wazee wa-wataalamu wahusika wahusikanye masuala masuulia ya kusimamia swala hili, basi ni suala la kulitizama kwa upeo mkubwa. Vijana wamekuwa kusoma ni tatizo kubwa sana ila wachache na hasa kwa bahati mbaya la kusikitisha wale ambao wana fursa za kusoma ndio zaidi ambao fursa zile wanaziacha. Huwa tuna maendeleo tuna majengo masha Allah, tayari tumetayarishiwa tukawa na mazingira mazuri, kinyume na tofauti na zamani. Aliyekuwa zamani anasoma elimu anaitafuta kutoka nchi moja mpaka nchi nyingine, kwa ufanya utafiti mdogo tu kuipokea hadithi na kuijua usahihi wake kutokana na yule mpokeaji wa hadithi ile kutoka kwa masahaba na kwa Mtume saalawasalam, akate masafa ya mezi kadhaa kwenda kusoma kitu kile kimoja. Vitu hivyo sasa hivi tunaweza kupata kwa kiganjani tu, elimu tayari imekuwa ipo chini yetu. Lakini vipi tunaitumia nyenzo hii ya kiteknolojia katika kusoma katika kuelimisha, hapa pana kikwazo kikubwa, panahitaji kwa kweli tena tusome sisi namna gani ya kuelimisha vijana wetu. Bila shaka wana, nakuwa wana na, na plani zipo, pana jitihada kubwa, lakini bado kwa nini vijana ikawa hawasomi? Panahitaji jitihada, panahitaji mkazo, panahitaji usapoti, sapoti kubwa sana. Sisi katika vituo vyetu ambavyo tunasomesha tunajaribu, wana vijana wetu wapate elimu zote, kwa sababu kama tulivyosema elimu ni yenye elimu yenye manufaa kwa mwanadamu. Muislamu anachanganya baina ya elimu hii ya dini na elimu nyingine zenye manufaa zote, ili aweze kuishi kwa mtazamo mzuri sana wa kuishi ulimwenguni kuishi ulimwenguni kwa sababu moja katika malengo yote ya sheria hii ya ya dini yetu ni kuhifadhi vitu vitano, mambo matano. Sheria yote adhabu zilizowekwa eh, zote ni kusimamia kuhifadhi vitu vitano hivi, adharuratul khams: kuhifadhi dini, kuhifadhi akili, kuhifadhi eh, heshima, kuhifadhi mali eh, na kuhifadhi nafsi nafsi. Kwa hivyo dini imekuja ili mtu apate kuishi kwa huru, kuishi kidini. Na Waislamu kwa kuhifadhi dini yao walilazimika kuwacha mali zao, kuwacha miji yao, kuhama nchi zao, na yote kupoteza, alimradi wapate uhuru wa dini kuabudu kwa gharama yote hiyo, iliyofanya waishi kwa mujibu wa Allah subhanahu wa taala. Hiyo ao ndio Waislamu wa mwanzo walioishi wakubali yote hayo kwa ajili ya dini hii kuinyanyua, na lengo ilikuwa ni kusimamisha uadilifu, waishi wa amani wao na kila mwingine. Nafsi ni nafsi ya mwanadamu ili ifadhiwe E, walakum filkisasi hayatun yaulilalbab laalakum tattakun, kama limokuja ayahii. Eh, na ikafaradhishwa hata itakapobidi eh, basi mwanadamu yule apiganie uhai wake akose uhai wake, lakini aishi kwa dini na kuhifadhi nafsi yake. Kisas imekuja kwamba lazima uhai unapatikana kwa kuondekana yule ambaye atahatarisha uhai mwingine basi mefaradhishwa nini kisasi alafu ikaja mali haijuzu kwa namna yote mwanadamu kudhulumu mali mwingine kudhulumu nafsi mwingine kudhulumu mali na kudhulumu hadhi mwingine kulu muslim ala al muslim haramun damu wa malu wa maluhu wa ardhu, muislamu yoyote ni haramu juu ya muislamu kumdhulumu muislamu mwenzake, ikiwa ni mali yake, damu yake na heshima yake. Hapaswi kwa namna yoyote. Kwa mali mtu atamiliki kwa uhalali, hiyo ni mali aliyopata kwa njia halali ya kurithi mali iliyopatikana kwa kununua, kwa kugaiwa hiba, iliyopatikana kwa namna ya mali ambayo imo katika aliyoacha Allah subhana wa ta'ala, njia nyingine za kuchuma katika bahari, katika ardhi, machimbo na kwa namna nyingine, almuhimu kwa kufuata taratibu zilizo wekwa. Na hapo hawezi kupata, kuchukua mali ya mtu mwingine. Nakasema, Allah subhanahu wa ta'ala, katika mbali aya na haditha Mtume saa sallam anasema al al-qalilu min amwali nas yurithu nnar. Kichache, kidogo tu katika mali e, ya mtu, ya watu, basi, inasababisha mtu, kuingia katika moto. Ikaulizwa, ya mtu ya watu basi inasababisha mtu ya Rasulullah, Walau kana kalila, ati kitu kidogo kidogo tu ambapo mtu anaona ni kidogo dharau dharau tu hivi kwa sababu wengine wana misimamo maalum, kama mimi ni maskini, wacha nichukue hichi. Huyu ni tajiri, hakimdhuru katika utajiri wake, mimi nastahiki katika fungu lake sadaka. Anajipa fatwa mwenyewe, anachukua mali. Hii ni mali ya umma, mimi nitachukua. Anamiliki vipi? Kwani ni yake? Ni halali ikiwa ni mali ya wote, ya raia wote Vipi atajipa nafasi ya kuchukua mali ya umma? Hii ni halali na kwa namna gani? Na bado mtu anaona kwamba yeye, kwa sababu ni mimi ni raia, nichukue mali kwa njia ambayo si halali. Kwa hivyo Mtume salla Allahu alayhi wa sallam akasema walaukana kadhiba min al arak, kile kipande cha mswaki kile kidogo kile, hata kile, kwa mtu ajue yote atakaye kumiliki mali hii ni lazima achunge uhalali wa mali ile, na ndio dini ikachunga mali kwa njia mali mali, achume mali si kwa njia ya udanganyifu, achume mali katika muamalati. Zote zimepigwa si vita, zimepigwa vita katika dini, riba si kumnyonya mtu aliyekuwa ana shida. Hata ikawa katika miamala, utasikia kuna wameridhiana. Hakuna ridhaa ambayo inapingana na sheria na hasa kichungu wale malengo yake ya sheria ni kwamba kumsaidia ikiwa mtu ni kumkopesha, kumondolea shida, sio kumkopesha kwa riba, kwa muamala kama riba, muamala wa kamari kwa namna yote itakazokuwa na shubha zote zile, muamala wa ghish katika biashara, kupunja katika mali yote haya yamekuja kwamba ni haram na kwa sababu inahusiana na mali ya mtu kuchunga uhalali ule, na hapo tutaishia. Mwisho wa mazungumzo yetu haya. Allah subhanahu wa taala atujalie wenye manufaa kwa elimu yenye manufaa na kutuafikisha yale ambayo anaridhia. Nasalullaha at-tawfiq allahumma asaluka al-afwa wal-afiya ad-daimata lil-akhirah